Leo hii ungekuwa na uwezo wa kubadili maumbile na kuwa mnyama au kiumbe tofauti, wewe ungetamani kuwa kiumbe gani? Na ukishajigeuza na kuwa katika maumbile ya kiumbe ulichotaka, utapenda kujigeuza tena na kuwa mwanadamu au utabaki hivyo ulivyo? Na pia utajuaje endapo huyu ni mnyama wa ukweli au ni binadamu aliyejificha kwenye maumbile ya mnyama huyu? Na hii ndio sababu makala yetu ya leo inatupeleka moja kwa moja hadi kwenye elimu ya uchawi. Uchawi ni pale mtu anapokuwa na uwezo wa kufanya miujiza kwa kutumia nguvu za mizimu. Sasa ukiwa na uwezo wa kuwasiliana na mizimu au kutumia nguvu za ushirikina, unaweza kuamua kusaidia au kuharibu. Ndio maana kuna aina ya uchawi ambao tayari tunajua ni uharibifu, halafu kuna waganga ambao hutusaidia katika changamoto zetu za kimaisha. Ikumbukwe kwamba uchawi ni sawia kabisa na elimu ya aina yoyote ile. Yaani jinsi unavyoendelea kupanda ngazi na kuelekea katika kitengo cha juu zaidi, ndipo unapozidi kupata nguvu au uwezo wa kufanya mambo ya ajabu zaidi. Hii inamaanisha kwamba hata wachawi na waganga utiana inapokuja wakati wa kutumia nguvu zao. Na ndio sababu hata ukienda kwa mganga na akashindwa kutatua matatizo ulionayo, atakuelekeza kwa mganga mwingine ambaye atakuwa na uwezo au nguvu kumliko. Sasa, kitengo cha juu zaidi cha uchawi ni hawa watu ambao wanakuwa na uwezo wa kubadili maumbile. Natumai sote tumewahi kusikia watu wakimsema mtu kwamba ikifika usiku anabadilika na kuwa paka. Tunakiita kitengo cha juu cha uchawi, maana kufika hapa ni lazima mtu awe ametoa kafara nyingi, ikiwemo damu ya mpendwa wake. Sasa pengine unajiuliza ni taratibu zipi ambazo mtu huzifuata ili kuwa na uwezo wa kubadili maumbile yake. Hapa utahitaji kutoa damu au kafara ya mtu wako mmoja ambaye unampenda zaidi ya wote anaweza kuwa mama, baba, mtoto au hata rafiki. Hapa ndio pale nilipokuambia kwamba unafaa kuwa na roho ngumu zaidi, kwa sababu kafara ya kwanza utahitaji kuitekeleza kwa mikono yako. Kwa hiyo mauaji yoyote utakayofanya basi utayafanya kwa kutumia mikono yako. Baada ya kumtoa uhai, basi kabla haujafanya lolote, utachukua kisu kipya na kumtoa ngozi mwili mzima, na hii itaambatana moja kwa moja pamoja na sehemu zake za siri. Lakini pia ninaposema sehemu za siri, inamaanisha uume au uke wa mwanadamu. Kwa hiyo upande wa nyuma tuachane nao kabisa. Ukimaliza utotupa mwili wake katikati ya msitu ambapo kutakuwa na urahisi wa kuliwa na wanyamapori. Halafu mikononi utabakia na ngozi na sehemu nyeti za mpendwa wako. Kumbuka kwamba zoezi hili la kumtoa ngozi na sehemu zake za siri ni sharti lifanyike mwendo wa kuanzia saa tisa hadi saa kumi asubuhi, na kamwe haifai kuwa siku ya Ijumaa au Jumapili. Sasa ukiwa na vitu hivyo, ambapo ni ngozi na sehemu nyeti za mtu huyo, utatafuta ndoo kama hii na kuviingiza. Halafu utasindikiza ndoo au chombo ambacho utakuwa umewekea vitu hivi ndani ya maji ya mto au bahari. Pengine utashangaa ni kwa nini tunaviingiza vitu hivi ndani ya maji tena ya asili na siyo ya mfereji wala madukani. Hii ni kwa sababu maji ya asili pekee ndiyo yaliyobeba uhai. Kumbuka kuna maandiko, anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, nalo neno lilikuwa juu ya upeo wa maji. Sitaongea sana mambo mengi kuhusiana na maji, lakini fahamu ya kwamba maji ya asili yana uhai. Ndio maana mtoni kuna samaki wanaishi na pia baharini kuna samaki wanaishi, japokuwa chumvi ni nyingi kwa hiyo tukiviweka vitu hivi ndani ya maji haya, inamaanisha kwamba vinaweza kukaa muda mrefu bila kukauka. Mifano mingine ya maji ya asili ni kama vile maji ya kisima, mvua, mate, mkojo au mbegu za uzazi ambapo katika lugha ya Kiingereza zinaitwa spams. Sasa tunaviacha vitu hivi ndani ya maji haya kwa muda wa siku tatu pekee, ila kabla ya siku hizi tatu hazijakamilika, utaenda makaburini na kufukua mfupa wa mtu yeyote aliyefariki kitambo. Inaweza kuwa mguu, mkono au fuvu la kichwa chake. Kwa hiyo ile siku ya tatu ambayo utakuwa unarudi kuichukua ndio hii, hakikisha kwamba utakuwa na mfupa wa mwanadamu. Tafuta mahali penye utulivu bila jua, na uvimwage vitu hivi chini kwenye ardhi. Chukua sindano mpya na ujitoboe kidole au mahali popote kwenye mwili wako, ili mradi uwe na uwezo kutonesha matone matatu ya damu yako kwenye mchanganyiko huu wa ngozi na sehemu nyeti. Ukimaliza utafunika kila kitu kwa kutumia majani ya mti yaliyokauka. Chukua chumvi ya kawaida ya dukani na uchore duara ambalo litafanya vitu hivi vyote kuwa katikati na uhakikishe hata wewe hautoki nje ya duara hili. Sasa imebakia hatua moja ili tukamilishe zoezi letu, na kuanzia hapo utakuwa na uwezo wa kubadili maumbile na kuwa mnyama yoyote unaotaka. Lakini kabla sijakwambia nini cha kufanya, nataka kwanza nikukumbushe kwamba zaidi ya asilimia 80 ya wanafunzi wanaotazama mafunzo yetu hawajajiunga kwenye darasa letu. Kwa hiyo hata wanapokuja kwenye comment section na kuuliza maswali inakuwa vigumu kidogo kuwajibu. Sasa ili kujiunga kwenye darasa hili na kupokea mafunzo kama haya kila wiki, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe chini ya video hii. Asante, turudi hapa kwenye kifundo hichi tulichofunika. Kumbuka, humu ndani kuna ngozi, sehemu za siri, mfupa pamoja na matone matatu ya damu. Kama nilivyoanza hapo nyuma nikikwambia kwamba mazoezi haya ni lazima afanyike usiku kuanzia mida ya saa tisa hadi saa kumi alfajiri. Kwa hiyo inamaanisha kwamba chochote utakachofanya basi hakikisha muda mrefu utakaochukua ni dakika 45, peke yake. Hakikisha kwamba hakuna chochote karibu nawe kitakachokulazimu wewe kuzungumza au kusimama. Ndio maana ya zoezi hili kufanyika porini, tena usiku. Baada ya dakika 45, utauwasha moto na kuvichoma vitu hivi kwa pamoja hadi vitakapobaki jivu pekee. Utachukua jivu hilo na kujaza kofi moja na kulihifadhi vizuri, maana kila wakati utakapokuwa unahitaji kujigeuza maumbile utalihitaji jivu hili. Sasa watu wenye tabia za kujigeuza maumbile hufanya mambo haya usiku na sio mchana, lakini kabla sijakwambia nini cha kufanya ili ugeuke, nataka kwanza ni kuonyesha baadhi ya video ambazo zitakufanya uwaze mara mbili kuhusu uamuzi wako.